Ukiwa na amani na utulivu, mimi nikienda huko kazi nitakayoifanya italeta matunda mpaka huko. Ukiwa na vurugu na vurugu, inapoteza heshima, si ndio? Kwa mimi naombea tuendelee kuinda amani yetu na utulivu, na ili mimi nipe heshima kama kaka yenu mkuu Nikahakikishe mtakapokuwa bungeni kupitia jimbo la Arusha Mjini, nawasha moto mtakauka, na niwahidi jambo moja tu. Mimi nimepata upendeleo mkubwa wa kumjua Mungu na nilipomjua Mungu uoga ukaondoka na nilipomjua Mungu haki kabaki kuwa sehemu ya maisha yangu. Niwahakikishie mle bungeni, moto utawaka, nitapiga spana watu mpaka kitaeleweka. Tunataka haki, tunataka kila mtu awajibike wa kwa nafasi yake, na tunataka kila kijana wa Tanzania afurahie matunda ya taifa. A pamoja ya kwamba ni mbunge wa Arusha nagombea jimbo la wapi, lakini yatakapokuja mambo yanayohusu maslahi ya taifa <coughs> sitakuwa bubu, sitakuwa mpiga makofi, nitakuwa sehemu ya kuchochea ili tupate maendeleo yote maendeleo ya jimbo la Arusha, maendeleo ya jimbo la Mwanza, maendeleo ya jimbo la Busega, kote ni maendeleo ya Tanzania wote. Na kwa kuwa hatuna kabila wala dini katika swala la maendeleo, na kwa kuwa hakuna chama kwenye swala la maendeleo, kazi yetu itakuwa ni moja, ni kuhakikisha ilani hii ya 2025 30 tunamsaidia vyema vizuri, kwa uaminifu mkubwa wa Daktari Samia